Nikasema ni Mungu ndiye ambaye kusudia ili tuweze kufika katika nchi ya Burundi, kama Mungu angekopo hajakusudia yeah, tusingeweza kufika, lakini ninajua lipo jambo zuri, na Mungu anawapenda wote ambao wanaoishi katika nchi ya Burundi, na ndio maana ameweza kututuma tuweze kufika katika nchi ya Burundi ili tuweze kufikisha kile ambacho Mungu aliweza kuwa ametuagiza katika kongamano hili ambayo la Afrika yote kwa Yesu, na lengo haswa ni kuhusu watumishi wa Mungu hapa kwa mafuta. Na jambo lingine ambalo umesema kuwa manake, je, ni Burundi tu ma conference? Mm -hmm. haya yanafanyika Burundi? Hapana, Afrika yote kwa Yesu manake ni ni network ambayo manake inayotembea dunia nzima Eh, kwa hiyo maanake si kwamba labda naishia na hapa tu Burundi hapana. Tukitoka ba Burundi, kuna program nyingine ambayo inaendelea katika nchi zingine, na makongamano yetu ambayo ya Afrika yote kwa Yesu yanakusanya watumishi mbalimbali, ambao wenye wito ambao wakutamani kutumika kimataifa, ambao walioitwa na Mungu haijalishi ni, ni mwimbaji wa gospel nyimbo za Injili, mtu nakaribishwa katika Afrika yote kwa Yesu. Uh, ajalishi ni mwinjilisi ni nabii ni mtume ni mchungaji mtu yoyote, ambaye anakaribishwa ambao mtu anajisikia kwa ajili ya kuweza kumtumikia Mungu, na lengo ni kwa ajili ya uamsho ndani ya Afrika. Mungu ana jambo kwa ajili ya, ya, wa, ya watoto ambao wa Afrika mm -hmm. eh, kwa sababu Mungu ameikumbuka Afrika kwa ndio maana Mungu ameweza kututuma, ni vitu vingi yani yani tuna tu, Mungu amealiongelea kuhusu mambo ya kanisa na Mungu akaongelea hata kuhusu ta mambo ya nchi. Kwa maana yake ni mambo mengi tu ambayo yapo katika Afrika yote. Kwa Yesu, nadhani wale wala ambao tekee kuhudhuria katika kongamano hili, ambao katika nchi Burundi, watasikia kila ambacho Mungu alichoweza kunituma katika Afrika. Na then Mungu alisema nita utatembea katika Afrika yote, alafu then nitakutuma hata tunawakaribisha, hata mtu kama anaimba gospel, unakaribishwa kujiunga katika Afrika yote kwa Yesu ili kuweza kutembea pamoja nasi katika dunia nzima. Tunatoka Tanzania Dar es Salaam. Najua Dar es Salaam kila mtu ambaye anaijua jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo tunatoka Dar es Salaam kabisa ndio ambako mahala ambako tupo. Kwa upande wangu mimi nimezaliwa Tanga. E, nimezaliwa Tanga. E, kwa hiyo ndiko mahala ambako nilipozaliwa. Lakini manake Tanga nilizaliwa lakini nimekulia katika jiji la Dar es Salaam na then unaposema ku swali lingine ambao unauliza je, manake tuko na family? E, tuko na family, tuko na watoto ambao watatu, wa na na mume wangu ni huyu hapa. Kwa hiyo jambo ambalo la kuweza kusema kuwa inakuwaje, tunaweza kuwa tukaweza kuacha familia ni wito ambao upo ambao uko ndani mwetu kwa sababu hatuwezi kuangalia, kwa sababu watoto itakuwaje? Hapana, sisi tunachotaka ni kutimiza kile kitu ambacho Mungu alichoweza kutuitia, kwa sababu tunajua hata watoto ambao ni zawadi kutoka kwa Mungu na hata kama tukuendelea kukaa nao sisi hatuwezi kufanya jambo lolote, ambao anaweza kuwalinda ni Mungu mwenyewe. Lakini sisi ambao tunatamani ni kufanya makusudi ya Mungu, kwa sababu neno la Mungu nasema ni wakati ambao akoitenda kazi yake, kabla ni mchana. Kwayo Mungu ametupatia nafasi kwa hali yoyote, na tupo tayari kwa kwa nyakati zinazofaa na wakati ambao hazizofaa, na ndio maana unaona nadhani mnaelewa kuna mambo ambayo yametokea katika nchi yetu, mpaka kufika hapa imekuwa maana yake kuna hali ambayo tumepitia sana njiani, ni ebeneza tu. Lakini Mungu nilimwambia nikamwambia Mungu, ninaelewa kuwa kuna kitu gani tokea mwanzo tu, najua kama kuna jambo gani litakayo tokea, na nielewe kutoa hata unabii kwenye kwenye Facebook yangu, nikamwambia kuna moja mbili tatu vina na hivi, nikamwambia: sasa je, Mungu inakuwaje sasa kwenye kusudi, je inamaana kutokana na hizi promotion ambazo zinazoendelea, je nisiweze kwenda kwenye kongamano, kazi yako iweze isiweze kufanyika? Mambo ya Mungu nahitaji kifikiyo talee, mimi nachohitaji nataka niweze kwenda kufanya kazi yako. Hakuna kitu chochote mbaya, hakuna mi tachojua, hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kuzuia kusudi lako isiweze kufanyika. Ashukuriwe Mungu ameweza kufanya na tukachukua hatua ingawa ni kwa moyo mkuu, <laughs> ambao ingekupa unatakikana kwenye hali, maana yake tusiweze kutoka. Na kuna baadhi ambao wengine watumishi wameweza kuzulia mipakani, hawajaweza hata kuweza kufika, wamekatazwa wasiingie, wasi, lakini Mungu wetu sisi ametusaidia, ili lengo ni kwa ajili, mimi kiu yangu ni nifikishe kile ambacho Mungu alichoniagiza. Kwa sababu natamani kuukomboa wakati. Wakati haumsubiri mtu bali lazima uweze kwenda na wakati. Si kwamba labda majira yanarudi yana nyuma. Hapana, majira yanakwenda mbele. Kwa mimi katika maisha yangu huwa natamani kuweza kusonga mbele na huwa sitamani niweze kuona labda kuna kizuizi chochote ambacho kinachonizuia kwenye kusudi la Mungu. Ni hele labda vizuizi vizuio kuhusu maisha yangu ambayo yanahusiana na mimi. Lakini kwenye upande wa kusudi la Mungu huwa sitamani kwa sababu nampenda Mungu. Nimejitoa kwa Mungu, nipo tayari kwa kwa ajili ya kufanya kusudi la Mungu. Ni kweli nchi yetu inatuhitaji, lakini hata kama ningekwepo mimi, mi siwezi kuilinda nchi yangu, umeelewa? Manake watu ni wa Mungu kwao, manake wanalindwa na nani? Na Mungu. Kazi yangu mimi kama kuhani ni kwa ajili ya kupeleka maombi kwa mbele za nini Samu. Na ninaamini ilikuwa ni vitu tu vimepita tu, ni upepo umepita. Lakini nchi yetu tunaipenda, na rais wetu tunampenda sana, na viongozi wetu tunawapenda. Kwa hiyo tu tunajua ni mambo mengine yalitokea tu, lakini hayatotokea. Tunamwamini Mungu wetu, ni mtetezi wetu, hawezi kutuacha katika taifa letu. Kwa hiyo niko hapa lakini maana yake ninajua, na Mungu yuko pamoja na taifa langu na unaposema swali lingine unasema ni, mekwepo, ni kwa nini imekuwepo? Niko hapa katika nchi ya Burundi, nipo katika nchi ya Burundi na naipende nchi ya Burundi. Haleluya! Eh, kwa nini? Maana yake eh, ni kongamano ambalo kesho wategemee Mungu atawatendia mambo makubwa, kwa sababu lipo kusudi Mungu ambao wenye shida mbalimbali mbali, watapata majibu wakati ambapo nipo nakuja, Mungu akaanambia kuhusu kitu kimoja, akaanambia kuhusu ile unasema kuweza ku, ku, ku, ku, kuondoa eme, kwa maana yake Mungu ataenda kuondoa vile vitu ambavyo vilikuwa vinawatatiza katika maishani mwao ataenda kuwapatia majibu. Haijalishi labda kuna kitu gani, haijalishi mambo ya ndoa, haijalishi labda kuna watu wanahitaji kuolewa, ajal... yani whatever, yaani kila kitu ambacho unachohitaji, tegemea kwenye conference hii, lipo jibu lako ambao Mungu ataenda kukujibu.